Lazima nimpeleke mpaka kwa Baraka. Huyo Baraka mwenyewe aniambia mimi ana ushahidi upe kusema wewe, weye ni mchao sana na unachokitaka utakipata kutoka kwetu. Umemwambiaje? unataka kuchukonoa jicho langu sasa. Kabla ya jicho langu halijaleta matatizo, lazima nianze na jicho lako. Baraka, umemjeza usala y ujinga. mdogo wangu baba yangu katumia pesa nyingi kwa ajili ya kumsomesha huu, lakini hayo yote hayaonekani. Ameacha shule kwa ajili yako, umemshawisha ingia katika mapenzi bila ridhaa ya wazazi wetu una mjezo ujinga anakuja kuzungumza maneno ya kifidhuli na kijinga mbele za watu. unaweza ukanizirishia baba ana uchawi gani? Kama ujumbe umefika eh? Ndiyo, lakini kama uniheshimu wewe uniheshimu it kama ungeniheshimu usikuja kitu kama hivi ungekuja na star. Lakini kuna kipi ambacho ukifahamu, ni nani? sifahamu utaratibu na mwenendo wa mzee wako, labda ni kwa kitu kimoja. Jamani, huyu ni mtu wa kike lakini kwani amefahamu ame na amekuwa na ujasiri wa kuja kuyazungumza hayo ambayo yanakuchukiza Wewe. ni mwanamume, mimi pia ni mwanamume, mimi sio mpumbavu, ninaweza kuzungumza kitu cha kijinga. Nakwambia kitu kimoja hivi, lakini limeanza lakinit na hata hivyo hizi taifa nimevifikisha me, ni tu kwa maneno, ila ninao uwezo wa kufanya vitendo, lakini ninatumia ni busara na hekima. Kitu kimoja ambacho taa baba yako ni kweli ya kitu, na ndicho kichosababisha mpaka mama yangu asiwe duniani baba yako ni na juu ya hili mimi yahilio hata kidogo. Nimepeleka ujumbe tu wa maneno lakini vitendo vinakuja, nitatumia mkono, mkono wangu wangu mkono huu wangukm j kaa wewe na mimi nitumie nini? Tafadhali, tafadhali sana. sana. Sikiliza nikuambie, nikuambie. Ngoja, ngoja kitu kimoja, sawa. Kama wewe utatumia mkono wako na mimi, nafanya uchunguzi nikigundua kwamba baba yangu hausiki na ile kitu ambacho wewe unaongea, hakika mkono wangu umetumika kwa ajili yako. Ndio uwezo wa kuficha, lakini siamki kwako, siamki hakika. Nakwambia na sitoka kimya juu ile hata mara moja, ila nakwambia kitu kimoja, nitautumia mkono wangu, utahusika. Nasemaje? Nasemaje? Na mimi nikigundua kwamba baba yangu hausiki na kifo cha babako wewe. Na mimi lazima nitumie mkono wangu. Kikao cha leo tutofuata protokali. Kwa sababu kwanza si kikao cha maendeleo ya kijiji. Na ndio maana hata katibu wangu hajataja ajenda za kikao. Ajenda ya leo hapa ni moja tu ni kuhusu masuala yanayotokea hapa kijijini, na ni malalamiko ya mzee wetu hapa Mheshimiwa Korongo juu ya tetesi au tuhuma alizozisikia kwa kijana aitoe Baraka, mtoto wa mzee Shamte. Kwa hiyo mara baada ya mzee Korongo kuleta malalamiko yake, sisi kama kamati ya kijiji pamoja na wazee tulikaa wa mahali pamoja tukaona kwamba hili swala ni zito, sababu kama mnavyofahamu siku chache zilizopita tulifiwa na mzee wetu mpendwa hapa kijijini, mzee Shamte, nadhani wote mnafahamu. Kwa hiyo kuna tetesi tetesi na maneno maneno fulani ambayo huyu bwana Shamte aliyeeneza hapa kijijini. Kwa hiyo, bwana Baraka, tunaomba usimame uweleze lile dukuduku lako ulilokuwa nalo ndani ya moyo wako kwa sababu kikao hiki ndio kitatoa suluhisho. Kama ulivyozungumza kwamba mimi sikuwepo hapa kijijini wakati mzee wangu umauti ulipomkuta, lakini mara tu baada ya kurudi hapa nikajaribu kukaa na kuanza kufanya utafiti juu ya nini ambacho kimemsibu wa mzee wangu, na ndipo nilipogundua ukweli. Na hili si jambo la kulificha, kwa sababu nina imani kabisa kwamba wengi wanafahamu. Kiukweli kabisa mimi ndiye nimesema, na kwa vile hadhara hii imeitwa kwa ajili yangu kunitaka mimi nithibitishe juu ya hiki ambacho nimekizungumza, Nina haya ya kusema kwamba marehemu mzee wangu alishawahi kuleta lalamiko lake kwenye baraza hili hili, na mzee wangu alifanikiwa kuishinda ile kesi iliyokuwa nazungumzia suala la shamba lake kuchukuliwa na mzee Korongo. Baada ya hapo, basi mzee Korongo alinyoshea kidole mzee wangu na kuzungumza maneno makali wale wote ambao waliona au kusikia wanaweza kuthibitisha hili. Hazikupita siku mbili au tatu, mzee wangu mauti ukamkuta. Ndugu mwenyekiti, wa kulithibitisha hili kwamba ni kweli, huyu mzee atakuwa amehusika kummaliza baba yangu pamoja na mama yangu. Baada ya mzee wangu kufa, lile eneo ambalo wagambo au askari wa kijiji waliwena kulipima na kulirudisha kwa mzee wangu. Huyu mzee amelichukua tena na mpaka sasa hivi lipo kwenye mikono yake. Kwa hiyo hii ni sababu kubwa iliyonipelekea mimi niamini moja kwa moja kwamba huyu mzee amehusika katika kifo cha mzee wangu kilichopelekea mpaka mama yangu pia kuiaga dunia. Okay. Okay. Okay. Okay. Nipo mwenyekiti, kamati ya wazee. Nadhani shauri umenisikia hapo. Ninyi kama kamati ya zee, mnalionaje hili swala alioleta mzee Korongo na kijana ameongea jinsi vile? Unasikia? Ah, uh, unajua mwenyekiti, mimi hapa mzee ndevu simali na kamati yangu kwa jumla tumemsikia vizuri sana huyo kijana, na kumsikia kwetu tulikuwa na machache tu ya kuongea la mtu ambaye asomjua huyu kijana. Huyu kijana kashindwa kutumia busara, alitakiwa aje kwa wazee, tungemwelekeza mambo yanaendaje, au sio? Sasa mi nasema huyu kijana makosa anayo, na tunafanya hivi kwa heshima ya baba yake. Baba yake mtu mmoja ambaye sisi tunamheshimia sana, marehemu baba yake ni mtu shupavu, hakuna sisi ambatu wazee kijiji hichi tunamtambua vizuri, tunaishi naye tuna vizuri kama leo tunavyoishi naye Mzee Kolongo. Mzee Kolongo ni mtu safi sana. A ha, mimi nasema hivi sisi huku tumesikia, na mheshimiwa mizali upo kwa busara za Mzee Korongo, mimi najua una jambo la kuamua. Haya, asante sana kwa hiyo nadhani maoni ya wazee wa baraza wote tumeyasikia hapa. Labda tumpishe kidogo Mzee Korongo na tumpe kama dakika mbili tu, mwenyekiti. Asante sana, nina maswali nataka nimuulize huyo mtoto, huyo mtoto Anithibitisheni kama babake nimemuua. Babake alimkuta nyumbani kwangu hiyo maiti. La kwanza. La pili, babake alipokufa alikuta na, alama alama ya jeraha katika mwili wake. Eh, anithibitishie hapa au babake mimi nilikwenda kafuta nyumbani ni kwake. Nataka aniambie hapa mbele ya watu, anithibitishie leo jamaa hapa mbele ya watu, vinginevyo utanitagua kama mlimsikorongo au shii Fio, nani, nani, nani, nani, nani, Uh, uh. Mimi nilikuwa na nongona kidogo hapa na afisa mtendaji pamoja na katibu wangu hapa. Tukiangalia kwa undani tukiangalia kwa undani nadhani mmesikia, uh, baraka na maafa. Ndio. Kwa sababu kwanza sisi kama viongozi wa vijiji na serikali serikali haiamini swali jambo la uchawi na kama kuna mtu anathibitisha kwamba kweli uchawi upo, atuambie una rangi gani? Nyekundu, kijani, njano, bluu au nyeusi? Na ndio maana hata unapoenda mahakamani kwenda kushtaki masuala ya uchawi hauna na kithibitisho. Tunavyojua sisi, silaha ni kisu, silaha ni bunduki, silaha ni panga, silaha kila kitu. Lakini pia eti kumnyoshea tu mtu kidole kwamba alinyoshea kidole basi ndio mzake kafariki. Miti hiyo yote iliyokauka kainyoshea kidole kolo lakini pia papo hapo, sidhani sidhani, sijui dhani, si labda kwa hii sasa na teknolojia, sababu huyu mtoto anasoma chuo. Lakini jambo la ajabu, msomi kama huyu kuendekeza mambo ya uchawi, wakati uchawi siku hizi uko ndani ya kompyuta, unaweza ukafanya lolote unayotaka, hata kumgeuza mtu sura, ukamvua nguo kaa kama aliozaliwa. Lakini pia papo hapo, sisi wote, sisi tunajijua kabisa kumetoka wapi. Ya kwanza ni Korani Biblia anasema hakika kila kiumbe chote kilichotoka ndani ya tumbo la mwanamke hakina budi kufa na siku zake za kuishi duniani ni chache na zimejaa tabu na mateso. Je, hili hatuwezi kulikumbuka? Ulitegemea baba yako mzee Shamta angeishi miaka mingapi ndani ya dunia hii? Kwanza usikuwa mikoa tu nyingi. Watoto wangapi ndani ya kijiji hapo wamefariki? Wengi sana. Mzee Kolongo mwenyewe juzi juzi alifiwa na wanae kwa mmoja. Kwa kuonyesha bidoni. Hii ni jambo ambalo linaingia kirini, tunaangalia vitu vingine. Sawa, kila unapotembea mpaka vijiji vingine kuna makaburi kibao, na leo kiasi tunasikiza matangazo ya vifo, hata watu waliokuwa kukoba mwanza wapi zikawaua mzee Kolongo. Inawezekana hayatoshi sasa, lazima vitu vingine tusio, tunashabikia tu, tunaangalia tu. Mwenyekiti wa kijiji, naamua pamoja na kamati yangu hapa ya mbele, Baraka una makosa na umemkosea sana mzee kwa hiyo inabidi upige magoti, uende na magoti mpaka alipomze Kolongo. Hey, kijana msamanaasa, nyanyuka kae kapi magoti. Sasa utakwenda hwende, kwa sababu ndapo utapata hukumu wale wote wanaokushawishi vibaya hapo hapoulio

Mshike miguu kwanza. Huyu ule mshike kama mtoto wako. Tunamshukuru mzee wetu Mzee Kolongo kwa hekima zake na busara ameweza kumsamehe huyu kijana. Lakini pia fuku, fuku ni fundisho kwa mtu yoyote hapa kijijini, wale ambao kwa wanaofukunyuku fukunyuku kamaniwenda alukuki